Mnamo tarehe Septemba 25 mwaka uliopita, viongozi duniani waliafikiana kuhusu malengo ya kukabiliana na umaskini na kuhakikisha ufanisi wa raia wote, kama sehemu ya ajenda mpya ya maendeleo endelevu huku kila lengo likiwa na shabaha yake maalum ya kutimiza katika muda wa miaka 15 ijayo. Mpango ambao rais Muhammadu Buhari wa Nigeria aliyeziarani hapa nchini amesema unaashiria matumaini makubwa ulimwenguni. Buhari ametoa wito kwa mataifa ya bara ya Afrika kumbatia malengo ya kukabiliana na umaskini na kuhakikisha ustawi kwa usta wote that among others, eradication of poverty, reduction of inequality, and the improvement of general well-being of all were imperatives to achieving sustainable growth and development. Wakati huo huo, Buhari ametoa wito wa ushirikiano zaidi duniani katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali hewa ili kuepusha majanga. The commitments agreed in Paris will clearly benefit Nigeria And many African nations adversely impacted by climate change. We therefore look forward to the implementation phase of this program. Ziara ya Buhari hapa nchini inatarajiwa kuimarisha uhusiano kati ya Kenya na Nigeria. Brenda Kiprono, Darubini, Channel 1.